Well, SpaceX imethibitisha uzinduzi wenye mafanikio wa darubini ya NASA ya SPHEREx, ikianza safari yake ya miaka miwili kuchora ramani ya zaidi ya galaksi milioni 450 na zaidi ya nyota milioni 100 katika njia ya maziwa, yaani Milky Way. SPHEREx itachunguza zaidi ya galaksi milioni 450 na nyota milioni 100 huku ikitafuta dalili za maji na oksijeni kote ulimwenguni. Roketi ya SpaceX Falcon 9 imerusha na kuweka kwenye obiti kituo cha NASA cha SPHEREx Observatory na sateliti za PUNCH usiku wa Jumanne ya Machi 11, 2025 kutoka kituo cha jeshi la anga la Vandenberg. Dhumuni la PUNCH hiyo ni kutatua mafumbo ya upepo wa jua kwa kuchunguza kwa kina milipuko ya jua yenye tabia mabadiliko ya ghafla. Kichapuzi hicho yaani, booster ambacho kilikuwa kwenye safari yake ya tatu kilifanya kutua kwa mafanikio kwenye LZ-4 baada ya kutuma vifaa hivyo vya anga kwenye safari yao. Satelaiti zote nne za PUNCH pia zimezinduliwa kwa mafanikio na zitaanza kazi ya kuchunguza upepo wa jua. Satelaiti za SPHEREx na PUNCH zimezinduliwa ili kufichua siri za ulimwengu. Hii ni sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.